Kuja mbona, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. Usiku wa kumkia leo umekuwa ni mgumu sana kwangu, video aliyoiposti mwanaharakati Mange Kimambi, video ambayo inaonesha miili ya Watanzania wengi wakiwa wamelazwa kwa mafungu. Lakini pia hii ni mochwari ya Mwananyamala, hospitali ya Mwananyamala ambapo miili ya Watanzania waliopoteza maisha Oktoba 29 ni mingi sana. Watanzania wengi sana wamepoteza maisha, nimekosa usingizi, usiku umekuwa ni mgumu mno ukitafakari namna ambavyo idadi ya watu inavyoonekana katika video hiyo ni watu wengi sana na kwa mujibu wa sheria ya za, za za YouTube ni ni ngumu sana kuiweka video hiyo hapa, lakini ni matumaini yangu ya kwamba Watanzania wengi watakuwa wamekutana na hiyo video. Cha kushangaza zaidi ni kwamba baada ya video hiyo kuanza kupostiwa na Watanzania wengi kupitia mitandao mbalimbali ya mbali kijamii, wizara ya afya ikajitokeza na kukanusha kwamba hiyo taarifa siyo ya ukweli. Wanasema ogopa sana teknolojia. Wakakanusha kupitia page yao official kabisa ya wizara ya afya Tanzania kwamba hiyo ni fake news. kwamba hiyo miili ambayo inaonekana hapo siyo miili ya Watanzania Waliopoteza maisha. Ogopa sana teknolojia. Watu wamekuja na kuonesha picha nyingine ambazo zimepigwa eneo hilo hilo. Unakumbuka kipindi ambapo kiongozi wa chama cha Chadema Ali Muhammad Kibao alipotekwa, na siku moja mbele yake akapatikana akiwa amepoteza maisha viongozi wa Chadema walikwenda hospitali ya Mwananyamala na walipofika pale, picha zimepigwa nyingi sana. Picha ambazo zimepigwa hapo ni eneo hilo hilo ambapo miili ya Watanzania waliopoteza maisha Oktoba 29 na kuendelea imelazwa eneo hilo. Inasikitisha sana. Nitakuwekea hapa picha hizo lakini kwa upande wa picha za miili ya watu ambao wamelala pale e, hospitali nitaklopu eneo la jengo hilo, lakini miili tutaificha kutokana na sheria za YouTube. E, si jambo zuri ya e, kulichapisha YouTube linaweza likatuletea tatizo, lakini nitakuwekea hapa picha ambazo viongozi wa Chadema walizipiga walipokwenda hospitali eneo ni, li, ni lile lile moja. Na baada ya picha hizo kuanza kusambaa, wizara ya afya, kitu ambacho amekifanya wakaamua kufuta ile, ile posti yao ya kukanusha kwamba taarifa ile siyo ya ukweli. Sasa unajiuliza ni kwa nini wamefuta? Mm, ni kwa nini wamefuta? Watanzania bado wana majonzi, Watanzania bado wengine wanatafuta ndugu zao. Kumbuka, kuna idadi kubwa ya Watanzania ambao wanasema miili ya ndugu zao waliiona ikipelekwa kabisa hospitali plan, lakini baada ya kwenda kuchukua mwili wakakuta mwili haupo, na mpaka leo hii mwili haupo. Watu wanafanya mazishi, wanaomboleza bila kupata miili ya ndugu zao. Na baada ya video hii pia kusambaa, kuna watu ambao wameweza kuwatafuta wanaharakati na kudai ya kwamba wameona miili ya ndugu zao pale, lakini e, walipokwenda hospitali hapo, hawakufanikiwa kuipata hiyo miili. Sasa unajiuliza kwamba miili hiyo imepelekwa wapi? Nitapitia hapa, kuna vitu vingi sana ambavyo huenda viko nyuma ya pazia. Oktoba 29 na kuendelea, mtandao ulipozimwa, vitu vingi sana vimetokea, damu ni nyingi sana imemwagika hata rais aliposema ya, ya kwamba tume imeundwa kwa ajili ya kuchunguza jambo hili, tume imeundwa kwa ajili ya kuchunguza jambo hili. Hili ni jambo la kidunia nzima, dunia nzima kwa sasa inaitazama Tanzania kutokana na kila ambacho kimetokea siku ya uchaguzi. Makamu mwenyekiti wa Chadema jana John Heche amesema kabisa kwamba aliweza kuchapisha kupitia mitandao yake kijamii, lakini pia wakati amehojiwa na shirika la habari la utangazaji la BBC, alisema kwamba tume ambayo inatakiwa kufanya uchunguzi, basi viwe ni vyombo vya kimataifa ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza kuendesha uchunguzi kwa haki. Akasisitiza kabisa kwamba unafanyaje uchunguzi Unajifanyiaje uchunguzi kwa kitu ambacho umekifanya wewe mwenyewe kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vimewaua Watanzania wa wengi sana halafu vyombo hivyo hivyo, hivyo vikajichunguze vinawezaje kujichunguza Heche akasema kwamba vyombo vya kimataifa vije kufanya uchunguzi kama itakuwa ni sadeki watume wawakilishi wao lakini pia kama itakuwa ni UN watume wawakilishi wao, kama itakuwa ni ICC basi wachunguze jambo hili, na endapo taarifa ya uchunguzi itatoka, serikali ya Tanzania iwe tayari kupokea nyaraka hizo za uchunguzi ambao vyombo vya kimataifa vitakuwa vimeofanya. Hii video ya Mwananyamala kwa wale ambao wameitazama inasikitisha sana miili inayoonekana pale ni mingi sana. kwa makadirio naweza nikasema, e, kwa makadirio naweza nikasema kwa makadirio naweza nikasema ni miili zaidi ya mia moja na hamsini maybe inaweza ikafika sehemu moja tu. Hiyo ni hospitali moja, je, katika jiji la Dar es Salaam kuna hospitali ngapi? Kuna mochwali ngapi? Kama hii ni Mwananyamala peke yake, je, mochwali katika hospitali nyingine hali ilikuwaje? Hali ilikuwaje katika mochwali za hospitali nyingine? Lakini pia tukiachana na hospitali za serikali peke yake ambazo zipo Dar es Salaam, kuna hospitali binafsi pia. Watu ambao walikuwepo huko ni watu wangapi ambao walikuwa wamefika hapo, aidha wameshambuliwa na wamejeruhiwa au wamepoteza maisha. Kama hiyo ni idadi ya watu ambao wapo Mwananyamala peke yake na watu hao wamepoteza maisha, je, idadi ya watu ambao wamejeruhiwa ni wangapi? Kusema kweli jambo hili linasikitisha sana, bado haijulikani hata serikali pia haijatoa taarifa yoyote kwamba idadi ya watu waliopoteza maisha ni wangapi katika mikoa yote hii tumezungumzia Dar es Salaam Mwananyamala, pamoja na hospitali za Dar es Salaam. Vipi kuhusu mikoa mingine, kwa mfano Arusha, hmm? hali ilikuwaje? Lakini pia sio Arusha peke yake, eh? tukienda Mbeya, hali ilikuwaje pia? Kwa hiyo utakuta watu waliopoteza maisha ni wengi sana japo serikali haijataja idadi ya watu waliopoteza maisha waliojeruhiwa ni wangapi, lakini pia e, ambao mpaka sasa hivi hawajulikani ni wapi walipo ni wangapi mm? Na rais akasema tume imeundwa sasa, ni kwa nini taarifa hazijatolewa? Watu walipoteza maisha ni wangapi mm? Waliojeruhiwa ni wangapi mm? Lakini pia wale ambao bado wanatafutwa na ndugu zao ni watu wangapi? Inasikitisha sana. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, Boniface Mwabukusi ameweza kuandika mambo baada ya kuitazama ile video ambapo eh, kupitia mitandao yake ya kijamii, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, Boniface Mwabukusi aliweza eh, kuandika mambo machache kufuatia video hizi ambazo Mange Kimambi alikuwa ameziposti zikionesha zikionyesha miili ya Watanzania. Tutaangalia alichokiandika Boniface Mwabukusi, lakini pia ushahidi, kile ambacho wamekiandika wanaharakati wa kuthibitisha kwamba hile video ilikuwa ni ya hospitali ya Mwananyamala, lakini pia kwa nini wizara ya afya wakakanusha, na baadaye wakafuta waka ile posti yao ya kukanusha kwamba ni fake news, baada ya kuona watu wameposti picha zinazoonesha eneo lile ni Mwananyamala hospital. Kwa hiyo tutaangalia hapa kwa kina, lakini pia tuachie maoni yako kama umeitazama ile video. Kwa upande wako, kitu gani ambacho kimekugusa zaidi? Lakini pia baada ya kutazama ushahidi pia utatuambia kwa upande wako, unadhani ni kwa nini wizara ya afya wamekanusha jambo hilo, wakati picha zimechukuliwa Mwananyamala? Ni kwa nini wanajaribu kuficha ukweli wakati dunia nzima imeona, dunia nzima inatazama. Watu tumeshuhudia ndugu zetu wakipoteza maisha. Kama hujaguswa na jambo hili la watu kupoteza maisha, basi jitafakari sana akili yako. BAKWATA, BAKWATA, BAKWATA wametoa tamko juzi, na katika tamko lao wao wamesema kwamba sababu ya watu kupoteza maisha ni imetokana na watu waliohamasisha maandamano hao ni BAKWATA. Kwamba serikali ihakikishe kwamba wale waliohamasisha maandamano wote wanakamatwa, lakini hawajatoa tamko kulaani mauaji yaliyotokea. Wao wanasema kwamba wahusika waliohamasisha maandamano wakamatwe. Cha kushangaza zaidi, BAKWATA wanasema wanapingana na kanisa Katoliki Tanzania teki kwamba amani ndiyo inaleta haki. Unajiuliza, amani inaleta haki kivipi? Kunaweza kukawa na amani lakini haki hakuna hmm? Haki ndiyo inaleta amani. Watu wanatekwa watu wanauawa. Siku zote wanasema kwamba kichaa anachekesha akiwa siyo ndugu yako, lakini kama ni ndugu yako huwezi ukamcheka ndugu yako. Siku zote haki inazaa amani. teki wametoa sababu za maandamano. Jana tumeshuhudia e, rais wa tek Wolfgang Pisa ametoa mambo mengi sana ambayo wamejadili kama e, tek, lakini kubwa wameweza pia kutaja sababu ambazo zimepelekea watu kuandamana. Mm? wametaja pia mambo ya utekaji, watu wamekuwa wakitoa maoni lakini hawasikilizwi mm? watu wamekuwa wakitekwa na kuuawa lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Hivi tujiulize swali kwamba kwamba serikali imeshindwa kuwatambua wasiojulikana mpaka leo ni wakina nani, hmm? Watu wametekwa, polepole katekwa Deusdedith Soka ametekwa na watu wengine wengi sana lakini pia tek take wamesema kwamba nguvu ambazo zilitumika kuzimisha vurugu au maandamano, nguvu iliyotumika ilikuwa ni kubwa mno. Wanamaanisha nini kusema kwamba nguvu iliyotumika ilikuwa ni nguvu kubwa mno teke? Wamesema kwamba katika silaha ambazo zimetumika kuwashambulia Watanzania, ndugu zetu, silaha nyingine zilikuwa ni za kivita, silaha nzito za kivita. Unajiuliza kwamba vyombo vya ulinzi na usalama mpaka vinatumia silaha za kivita walikuwa wanapambana na, na nani hasa? Watanzania ambao walikuwa wameandamana walikuwa na silaha gani ambazo zimewafanya vyombo vya ulinzi na usalama mpaka watumie silaha nzito ambazo ni za kivita? Ukianza kutafakari haya mambo, kwa namna moja ama nyingine, yanaumiza sana. Watu wameingia bungeni, tumeona juzi wabunge wakiwa bungeni. Eh, lakini pia tumeshuhudia sio tu wabunge eh, wakiwa bungeni eh, Mwigulu Nchemba akiapishwa kuwa waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini damu ya Watanzania iliyomwagika ni nyingi mno, Watanzania wamepoteza maisha. Unajiuliza, serikali hii ambayo imeingia madarakani hivi sasa, na idadi kubwa hii ya watu ambao wamepoteza maisha, tutaielewaje hii serikali utaielewaje hii serikali ambayo ipo madarakani, lakini damu ya Watanzania iliyomwagika ni nyingi sana. Ni mambo ya kusikitisha sana. Nakumbuka pia Bishop Bagonza juzi aliandika pia sababu za maandamano, watu wameandamana kwa sababu gani? Ni kwa nini serikali singesikiliza Watanzania kabla ya uchaguzi kurekebisha vitu Huenda haya yote yasingetokea, mm? yote haya yasingetokea. Sasa hivi tunasikia maridhiano, rais ameita vyama vya siasa kwa ajili ya maridhiano. Haya maridhiano yanafanyika ya kwa ajili ya nini haswa? Kwani walioandamana walikuwa ni vyama vya siasa, mm? kwa nini maridhiano yasifanyike kwa kusikiliza watanzania wanataka kitu gani? Unafanya maridhiano na vyama vya siasa mm? Walioandamana je, walikuwa ni wanasiasa peke yake? Ni jambo la kufikirisha sana. Kwa hiyo moja kwa moja, hapa naomba tupitie hiki alichokiandika Mwabukusi, ushahidi wa kwamba video zile zilikuwa ni za Mwananyamala. Nimekosa usingizi kabisa, yani kila nikikumbuka ile video kuna namna fulani, lo, inauma sana lo inauma sana Watanzania wengi sana wamepoteza maisha, inasikitisha sana. Mwabukusi aliandika kwamba mtu ni utu na sio kila mtu ana utu. Nimeona video kwenye ukurasa wa dada Mange Kimambi. Ninapotizama video hizi za ndugu zetu waliouawa na kulundikwa misili ya mikungu ya ndizi, kutokana na maandamano ya 29 Oktoba mwaka 2025 inahitaji moyo wa kishetani kuzungumzia maridhiano kabla ya ukweli, haki na wajibikaji. Sijawahi amini kwamba katika taifa letu tunaweza tukawa na majitu katili kiasi hiki katika mfumo wa utumishi wa umma. Mungu awalaani kabisa kila mmoja hadi kizazi chake cha nne. Huu ni uhalifu mkubwa sana na hautakiwi kuonewa aibu. Aliyepanga, aliyeratibu na aliyetekeleza lazima kwanza wawajibike kila mmoja kwa kadiri ya matendo yake. Unyama huu hauvumiliki. Huyu ni Bonifasi Mwabukusi ameandika kwamba unyama huu haukubaliki. muna lavu naye pia akaposti video hii na kuandika, kweli watu wamekufa hivi bila hatia na bado mnaona, mnaendelea kama kawaida, mnaona ni sawa tu. Mungu nakuomba, hizi damu zisiwape amani milele, waweke huru walio na hofu na, na wao walio nyuma ya haya machungu waaibike hadharani, waaibike live. Yesu usinyamaze. Na mnafika hata kukataa miili na kusema ni AI. kweli jamani, na wengine wananyamaza na kusifia kwa sababu ya maslahi yao. Mungu, nakuomba hata hao usiwaache, usinyamaze, washughulikie Yesu. Kwenye hivyo viti wanavyokaa viwake moto, na damu ziwakoseshe amani. Hapa ni Mwananyamala tu. Je, hospitali zingine zimejaaje? bado mna nyima a miili iko wapi hii? maumivu ni makali, kunyamaza ni ngumu Rest ni peace, mashujaa wetu, damu zenu zitajibu, ni muda wa Mungu tu. Huyo ni munalavu ambaye tunamfahamu, munalavu tunamfahamu. E, wengi sana, na watu wengi pia hapa wametoa komenti zao nyingi sana lakini komenti nyingi ni watu wakimwaga machozi, watu wanasononeka, watu hata leo asubuhi wanakuambia wameshindwa kulala mm. Wameshindwa kulala kabisa mm. Kwa upande wake Sativa naye akawa ameposti video hii na kuelezea pia kwa upande wake namna ambavyo hali ameifeel. Kwa upande wa Hilda Newton akaandika, kama hospitali ya Mwananyamala ndo mili ilikuwa mingi kiasi hiki, vipi kuhusu Muhimbili, Mloganzila, Amana, Temeke, Lugalo, Palestina? Hapo bado haujagusa hospitali binafsi zilizopo hapa Dar es Salaam hatujagusa hospitali za mikoani. Halafu tukisema kwamba huyu mama kaua Watanganyika zaidi ya elfu kumi, kuna watu walikuwa wanabisha. Halafu yeye na no washirika wake ambavyo hawajali kabisa, wamezidi kujiweka madarakani. Huwezi kuchinja watu zaidi ya elfu kumi halafu ibaki siri, haiwezekani. Kabla ya Novemba tisa Mwaka 2025 tunataka akafukue miili ya ndugu zetu huko walikoifukia, watupe tuzike ndugu zetu kwa heshima, bila hivyo patachimbika. Wizara ya Afya wakaposti picha hizo na kusema ni fake news na wakaandika kwamba Wizara ya Afya inakanusha kuwa picha hizi ni za upotoshaji hivyo ipuuzwe. Maria Salungi akawatagi hapa na kuposti hiyo ilo, ilo taarifa yao na kuandika, nyie Wizara ya Afya acheni upumbavu, hii siyo feki na hizo shuka za MSD zipo na mochari ya Mwananyamala tunaijua. Mnafikiri mmeficha miili vizuri ndio mnapata confidence kuongea? Badala ya kuomba radi na kusema ukweli, mnatutia hasira zaidi. Acheni huu upumbavu, muwe na utu na oneni aibu hata kidogo kwa kava mnayofanya. Mungu kachukizwa sana, hata shetani anawashangaa. Acheni kufanya hivyo. Huyu ni Maria Sarungi mm. Naye pia Sativa akasema ile video tusingeonyeshwa mafriji ya mochwari na yale mashuka ya MSD, wakina mulilo wangebisha wangesema ni AI. Mungu fundi, kila kitu walichofanya gizani sasa kipo nuruni N, kila kitu walichofanya gizani sasa kipo nuruni. Kwa upande wake Roma Mkatoliki ameandika ni kutokana na hii video kwamba, tunakubalije kuendelea na huu uongozi jamani, with all that happened, kwamba kila kitu kilichotokea mauaji haya from tarehe 29 Oktoba hadi leo tarehe 15 Novemba, siku 17, na hakuna askari hata mmoja aliyewajibishwa kweli? Na bado tunaendelea na huu uongozi. Yaani vifo vyote hivi na bado viongozi wa dola na wa serikali wako ofisini, bado wanaendelea kupokea mishahara, pesa zetu wenyewe awi serious? Hakuna hata mmoja aliyepoteza kazi? Tuseme vipo hivi vimeondoka na ajira za watu, angalau tuone kuwajibikaji. Mmeua watu waliotoka kuwapigia kura zen, mmeenda kuwalundika mochwali kama mafungu ya mboga, mnawapurusha mnawatupa tu kama takataka, hawana thamani tena. Mlichokitaka ni kura yao, zen muwauwe, Hamna mtu nyie, ni makatili hamna utu, nyie ni makatili sana na hamstahili kutuongoza. Hii ni dharau kubwa sana na kuchukulia poa maisha ya ndugu zetu ambao ndio wapiga kura wenu pia. Kamaliza kuandika, Roma. Kama unavyotazama hapa, nimesema video hii imewagusa Watanzania wengi sana, najua ni wengi wameposti. Naomba tuishie hapo halafu tuangalie hizi picha ambazo zilipigwa siku ambapo viongozi wa Chadema walikwenda Mwananyamala, siku ambapo e, tulishuhudia Ali Kibao alipouawa. Ahamipaya ameposti hapa picha hizi za vijana wa Kitanzania waliopoteza maisha, kaweka picha ya Wizara ya Afya, lakini pia kaweka picha ya viongozi wa Chadema walipokuwa hapo hospitali. ameandika Admini wa peji ya Wizara ya Afya tarehe tisa asalimiwe. Haiwezekani akakanusha ukweli unaoumiza mioyo yetu. Wameona aibu, wamefuta kwenye pigi yao. Nguvu ya umma na ukweli umeshinda. Na ni kweli ukipita Wizara ya Afya wamefuta kwa mm. Upande wake Sativa ameandika, intaneti haisahau, ndiyo maana wamefuta kipeperushi chafiki na kusingizia eti ile ni video ya Kenya mwaka elfu mbili na saba. Yaani hadi milango mmeshindwa kupaka rangi tangu mwaka jana. Wakajua Watanzania ni byande, hatutaweza kuunganisha doti. Tuliwaambia hii ni vita ya Gen Z, mje na akili timamu. Sisi kumbukumbu kumbu zetu zote zipo mtandaoni. Huu ni mwanzo wa kuendelea kuumbua vipo vya ndugu zetu waliouliwa kikatili sana Hashtagi, #tutakuwepo mm. Angalia hizi picha, hizi picha ni za viongozi wa Chadema, ni hapa hapa Mwananyamala. Kwa upande wake Martin Maranje Masese amewataji hapa wizara ya afya na kuandika, sisi wizara ya afya tumewapuuza hizi picha zilipigwa siku Jumapili saa sita na robo Septemba 8 mwaka 2024 katika mlango wa kuingia chumba cha kuhifadhi maiti mochuali hospitali Rufa ya rufaa ya mkoa Mwananyamala Mwananyamala Regional Referral Hospital Kinondoni, Dar es Salaam. Hii ilikuwa ni siku mwili wa mzee Ali Mohamedi Kibao umeokotwa Ununio, baada ya kutekwa tarehe saba ya mwezi wa 9 mwaka 2024 na kuuawa, umeletwa hapo na hapo ni kikao kabla ya kuingia kuufanyia postmortem. nilikuwepo pia na niliingia ndani ya chumba cha mochwali. Huyu ni Martin Maranja Masese. Kuna ubishano ulitokea, maafisa wa serikali waliokuwepo wakitaka familia pekee ndiyo ingie katika postmortem. ila Chadema wasiingie hata mwanasheria wa chama hapo. Utata uliibuka na watu kadhaa kuivamia mochwali hiyo hadi kuingia ndani kabisa. Huyu anatuelezea hapa kwamba watu wakabisha na wakaingia hadi ndani kabisa huko mochwali. Huyu ni Martin Maranja Masese anatuelezea hapa kile ambacho kilitokea hiyo siku ambapo picha hizi zilipigwa. Mm, anasema kwamba nilivyoona kipeperushi, anasema kwamba Chadema wasiingie, mm, wasiingize mtu katika postmortem. Wakati mzee Ali Muhammad Kibao alikuwa mtumishi wa Chadema na mjumbe wa Secretariat na mjumbe wa Secretariat ya Chama Taifa na ametekwa katika basi akachukuliwa na watu wenye silaha na akapatikana akiwa ameuawa kikatili. Nilivyoona kipeperushi cha Wizara ya Afya kikisema video inayosambaa ni upotoshaji na ipuzwe, nikashtuka sana. Nikajisemea, hawa wahuni hawajaona hata mashuka ya MSD Hawajui wengine pia tumeingia mochwali za hapo. Naona Wizara ya Afya katika kurasa zao wameputa huo upuuzi, ingawa umesambaa. Sisi tushawapuuza, wao ndio wapotoshaji. Unawezaje kusema ni upotoshaji wakati wanafamilia kupitia video hiyo wamewaona ndugu na jamaa zao wakiwa marehemu? Anyways, kupitia hiyo video familia nyingine zimetambua ndugu zao. Muhimu, wapeni wanafamilia miili ya ndugu zao wakazikwe. Hiki ndicho kilichotokea jana usiku na mpaka hivi sasa. Ni video ambayo inasikitisha mno. Tunaliacha kwako, tochemoni yako, lakini pia kubwa zaidi, endelea kutufuatilia hapa, tutakuhabarisha kwa kina zaidi nini ambacho kinaendelea. Nawapenda sana.